We, nani? Anaitwa Masawe, nimetokea Moshi mkoani Kilimanjaro, nimekuja hapa kumuulizia bosi ha. Alielekeza nyumba namba kumi na tisa, nadhani ndio hii. Masawe. Ndio, sawa so, kweli nyie mnaosumbua kitani hapo. Hapana, ah, nimekuja kumtafuta bosi. Uh, so, bosi alinipatia ratiba kama kuna mgeni wake anakuja. Naona no, vile utakuwa ndio wewe. Ni mimi. Yeah, sawa so, karibu ndani. Asante sana.

Oh, karibu asante sana. kicheko na madam, kazi yako nini hapa? Uh, hapa niko nafanya kazi mamangu ya ulinzi. Aliyekupa ruhusa kuwafungulia geti wanangu watoke? Nani ule eh, mkubwa aliniomba ruhusa natoka kidogo. Niisha kwambia nini kuhusu wanangu? Sitaki watoke nje ya geti, nataka wanangu wakae ndani ya geti. Yes, kwa nini hukutekeleza hilo? Sawa madam, sawa. Eh, naipenda mno madam, naipenda onyo. Sawa. Sitaki mazoea kwa wanangu. Sawa, sawa madam. Umefuata kazi, fanya kazi. Sawa? Ndio. Sawa. Eh, karibu sana hapa, ndo nyumbani, jisikie kama uko nyumbani. Asante sana. Sawa. Mm, kitu kingine naishi na mabinti zangu watatu hapa, kwa hiyo wewe utashughulika na kazi zote za hapa nyumbani kupika. Nasikia wewe ni mpishi professional? Ndio madamu. Unajua kupika vizuri sana madamu, vizuri sana kwao. Jisikie huko nyumbani, nitaweta mabinti zangu niwatambulishe kwao, ndani ya nyumba ya siri kuna macho yanayo nitazama, wengine kwa tamaa, wengine kwa chuki. Masawe, hawa oh, mabinti zangu oh, Naila. Huyu ni Masawe, ni mfanyakazi alafu pia ni mpishi. Si nyie mmeshindwa kupika, mmesababisha meingia gharama kumtoa mtu Moshi mpaka kufika hapa. Kwa sababu yenu mmeshindwa kupika. Kama wewe, hata vyombo tu hujui kuosha. lakini mom... lakini nini? <laughs> O, Masawe, kazi yako hii, watakuelekeza kila kitu. Mimi natoka naenda kazini, sawa ya nyumba ya siri, kuna macho yanayonitazama, wengine kwa tamaa, wengine kwa chuki. Wananita baby boy. Ehe, wewe hujui majukumu yako? Nafahamu. Unajisaulisha? Na kama unaefahamu, mbona bado umesimama? Fanya kazi yako iliyokuleta. Halaka. Harafu, nenda ukamuonishe kila kitu huyu kaka. Ukimaliza, uende ukafanye kazi yako. Sijui unanielewa? Sawa madam ndogo. Mchukue nenda kamuonishe sema kufanya kazi. Sawa. Na tunataka kula sasa hivi. Sawa. Da. Madam ndogo. Changamka. Harafu wewe. Niliingia ni kimya, kama mfanya kazi wa ndani. Sikujua nitakuwa gumzo la kila chumbani. Tabasamu la kwanza lilikuja kwa upole, lakini nyuma yake kulikuwa na mawimbi ya moto. Macho yao yananifuata kila kona, maneno yao yanagongana mezani. Wengine wanataka moyo wangu kwa siri, wengine wanapanga kuniangusha gizani. Kila siku drama mpya, kila usiku vita kimya, lakini mimi nasimama imara, sitetemeshwi na maneno yao. Baby boy, baby boy. Kila kona jina langu linasikika penda wengine wananichukia. Ndani ya nyumba kuna mani, mioyo yao inanigombania, lakini mimi nabaki kuwa yule yule, wanaita baby boy. wa maumivu. Mimi ndiyo yule mjinga mpumbavu niliyekubali nikapenda bila kuulizwa zote, lakini nikazipuza. Madam, kimoyomoyoitayari nimesha nah, ah, kuandalia juisi nimekutengenezea na matunda kidogo. Ni nani aliyokuagiza hivyo vitu? Kwa, kwa maana mi sijakuagiza kabisa. Madam, sio wewe umeniagiza kakuandalia juisi. Mama akashaanza kutuletea vichao ndani sasa. Sikia, mimi siwezi kula hizo takataka zako. Ninachokuomba beba na uende. Nikapenda bila kuuliza bila kuulizwa, hali nina wakela moyoni, mzigo mzito rohoni. Niliona ishara zote lakini nikazipuza, kimoyo moyo nilijipa matumaini yasiyo na majibu, nikajenga ndoto juu ya ardhi ya udanganyifu. Nimekosa maelezo, nimekosa mwelekeo. Leo nimesimama peke yangu ikioji chaguola kwa mapenzi nikajikuta gizani. Nilitaka jibu moja tu, kwa nini mimi? Nilimwamini kuliko sauti ya akili yangu, nikavunja mipaka yote kwa jina la mapenzi yangu. Walisema angalia mbele, mimi nikaangalia nyuma, nikashikilia